ya kutoa huduma ya usafiri ndani ya wilaya yetu ya Babati. Unajua hapa si wanafanya mipango ya nini, tutaendaje kupiga kura? Sijui hakuna sehemu mimi nimeenda hawajazungumzia usafiri wa bodaboda, wa, ndani wa pikipiki siku ya uchaguzi. Yaani kila anayezungumza tutatumia pikipiki kuwapeleka sijui kuwarudisha sijui, kwa nini hiyo ni kwamba nyinyi ni kundi muhimu sana, msinge kuwepo wangefanyaje? Nikiwa najiuliza wangefanyaje. Kwa hiyo mchango wenu pia kwenye uchaguzi ujao ni pamoja na kutoa huduma ya usafiri, kwa sababu na mmekuwa mkifanya hivyo mara nyingi, watu mkitaka kuwahi sehemu. Hata mimi siku nyingine nataka kuwahi sehemu na wengi, unakuta mmeshanipakia, lakini hamwezi kunijua, kwa sababu siku ambayo nataka kwenda kuchukua nani usafiri napiga na nani yangu nashusha hapa chini huwezi kunijua kwenye. au nikiamua napiga yabaya naingia kwenye nanii Unaona? kwa hiyo yani mmeshatoa mmetoa huduma hii kwa muda mrefu na ni huduma muhimu sana mimi nawapongeza sana lakini niwapongeze pia kwa utulivu ni huduma muhimu sana kuna watu hapa wanasomesha watoto kuna watu wanaumuza wazazi, wazazi wao kuna watu wanaishi maisha mazuri kuna wengine unajua walioanza zamani mpaka watoto wako chuo kikuu kwa ajili ya hii kazi. Kwa hiyo sio kazi ambayo ni ya, ku, ya kuibeza au ya kuichukulia poa. Hapana, ni ajira kama ajira nyingine. Mimi nimekuta Babati sijaingia kwenye migogoro na wasafirishaji, tuseme kweli, sijapata changamoto hiyo, niwashukuru sana. Lakini sasa mmeniongeza na jingine kubwa kwamba mnakusanya pesa, mnaenda kuwashika mkono wengine wenye uhitaji kwa kweli hilo mimi limenigusa sana sana sana. Mwenyezi Mungu awabariki sana, na mimi niwaahidi kwamba siku nyingine mtakapoaspapi mtakapoandaa ziara nyingine sijui ya mwezi wa kumi na moja, kila mwezi mnaenda au kila Jumapili, ntaangalia Jumapili ijayo kama nitakuwepo, na mimi ntatoa mchango wangu, na mtaniambia tunaenda kuwaona wa, wa, tunaenda wapi? Eh, ni kula mbuzi tu atwendi wa huko wanataka kuwaona, kuwaona mdara hospitali wale wagonjwa pale kuwapa mm, vitu vya muhimu kama sabuni, sukari, vitu alafu vitu, baada hapo tunaenda ku hey. Baada ya hapo tunaenda kula, hey, tuna kula. Ah, mi nitakuja na hapo sitokua tunapongeza sitoka tumeshamaliza, hey, hey, na uchaguzi na natoka tumesha tiki na kila kitu imeisha, ahiyo nami nitatia timu mbuzi wangapi? Paka sasa wana mbuzi moja lakini... Aa, mbuzi moja, vipi? Wanataka wanataka wawo, wawo, na mmoja watatu unaendelea, na mimi naleta mmoja. Na mama, nashukuru sana kwa kutafuta muda wa kuonana na vijana wako sisi wa hashpapi mm. na vijana wao kama mwenyekiti alivyotusemea, sio vijana wahuni mm. wala sio wawizi mm. ni vijana ambao tuna plan nzuri za kufanya mambo makubwa mm. na tarehe ishirini na tisa tuko tayari kwenda utiki mm. na tupo tayari. Wewe unapotuhitaji mahali yoyote, kushirikiana kufanya kitu chochote, tupo tayari vitu mm. ambavyo tunafanya ni vikubwa sana mm. Mwanzo tulionekana kama wahuni na nini, lakini sivyo mm. Tumeshatembelea baadhi ya vituo vingi, tumeshaenda Gendi kupandisha mm. juu kidogo, kuna watoto yatima mm. tulishatoa michango na nini tukaenda kuwaangalia wale watoto mm. yatima, tukawapelekea mm. mahitaji waliokuwa wanahitaji tumekaa baada ya kutoka pale, ya muda tulienda Angoni mm hapa -hmm. Angoni kuna chuo cha watoto walemavu mm hapa -hmm. watoto walemavu ndio vile, tulipeleka mahitaji, tukapika tukala tukala nao mm -hmm. tukapiga mapicha, mambo yakaendelea hivi, tukatulia kwao mm ni -hmm. vitu vikubwa tunafanya. baada ya hapo Jumapili iliyopita tulienda Magugu kwa waze, wale wazee waliotengewa eneo na serikali mm -hmm. tuliangalia mahitaji wanayohitaji tukawapelekea. Wewe sasa, vijana sisi tuna malengo makubwa ya kufanya vitu. Wewe sasa wewe kama mama tunakuomba na wewe tutie sapoti mm, ili tuonekane ni vijana ambao ni wema, sio wale wahuni na nini.